Bana, kuelekea mchezo mkubwa kanda ya Ziwa, wenyeji Pamba Football Club Pamba Jiji dhidi ya wageni wao Dayang African, unaambiwa kila kitu kimekamilika, maandalizi yote yapo sawa, huku hofu ya watu wengi ni kuelekea mchezo huu huku timu zote mbili zikidhaminiwa na GSM, wanakwambia fair competition inaendelea ah, kupungua lakini kubwa zaidi ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, Mr Mtanda, unaambiwa amejiweka pembeni e, kushughulikia ishu yoyote ya Pamba Jiji kuelekea mchezo huu wa da young African. Na nikukumbushe hapo awali mkuu huyu wa mkoa alikuwa akitoa hamasa kwa mashabiki, akitoa hamasa kwa wachezaji ili kupata ushindi katika michezo ambayo wanacheza, lakini kuelekea mchezo dhidi ya Yanga amejitoa. Na kwa nini amejitoa? Kwa sababu yeye ni shabiki kindaki ndaki wa da young African, kwa hiyo anaogopa asionekane mnafiki. Alikuwa katika kamati ambayo ili kwenda kumwangamiza Yanga au e, alikuwa katika kikosi ambacho alikihafifisha ili kipoteze dhidi ya Yanga. Huyo ni mkuu wa mkoa ambaye e, amejitoa katika sakata hilo, lakini wengi wanasema e, jiji la Mwanza wana bahati sana na Dayan African kwa sababu ukiachana na Pamba na uhusiano walionao, e, na viongozi wao, alikuwepo pia Toto African ambapo Yanga alikuwa akienda pale, alama tatu zilikuwa e, ni kawaida eh, zilikuwa ni uhakika, lakini kilichokuwa kinasubiriwa uwanjani ni kuona Yanga anapata ushindi wa goli ngapi.